Walichokifanya Morocco kwenye mechi za Afcon kimeanza kuwatokea puani. Walidhani pengine labda kitaonekana hapa Afrika tu lakini kwa bahati mbaya kimeenda mbali zaidi, FIFA wamekiona hicho kitu. Tunafahamu kwamba kombe la dunia 2030 limepangwa kufanyika katika nchi tatu ikiwa ni Morocco, Spain pamoja na Portugal, na Morocco wao waliomba mchezo wa fainali uweze kuchezwa katika uwanja wao pale Hassani wa pili, uwanja ule ambao una uwezo wa kubeba watu laki moja na elfu kumi na tano. Ni moja kati ya ya viwanja vikubwa sana duniani, na baada ya hapo walifanya kuandaa miundo mbinu kama treni za umeme ziliweza kutengenezwa zile za mondokasi kwa ajili ya kuchukua watu kutoka Spain, lakini pia Portugal kule na miji mikuu ya hapa Casablanca, Morocco, kuwapeleka kwenye fainali. FIFA amekataa mchezo wa fainali kuchezeka Morocco, kutokana na yale ambayo yatokea kwenye fainali za AFCON. Kwa hivyo basi mchezo wa fainali umepangwa utachezwa kule Spain, na hiyo ni kwa mujibu wa rais wa shirikisho la mpira Spain, Rafael Lozani ambaye ameweza kuthibitisha kwamba mchezo wa fainali ya Kombe la Dunia elfu mbili na thelathini utachezwa Spain. Japo kwa mchezo huo hujapangwa utafanyika katika uwanja gani pale uh, Spain aidha ni Camp Nou uwanja wa Barcelona ama Bernabeu uwanja wa Real Madrid, na hii imemuumiza sana Fauzi, rais wa shirikisho la mpira wa miguu kule Morocco, kwa sababu uh, tayari walishaanza kutumia gharama lakini pia Hakuna namna ambavyo walitegemea zile gharama zao zitarudishwa. Wameshazoea sana kuvikandamiza vilabu vya Afrika. Sasa sawa, mmetumia gharama zenu, lakini fainali haitaweza kuchezwa Morocco. Michezo mingine yote ambayo itakuwa inaendelea hapa katikati katika, katika hatua nyingine tofauti itakuwa ikichezwa pale Morocco ambayo itakuwa imepangwa kufanyika nchini Morocco, lakini fainali itapigwa kule nchini Spain. Mimi naona FIFA wapo sawa kutokana na kile ambacho walikifanya Morocco; ni kama kuidhalilisha mpira wa Afrika ama kudhalilisha soka la Afrika. Lakini kwa hicho Morocco ana kitu cha kujifunza kwa sababu Kilichofanyika katika michuano ya AFCON ilikuwa hakina afya kwenye soka la hapa kwetu Afrika, lakini pia duniani kwa ujumla. Tazama tu namna fainali, matukio mengi yavyotokea, ball boys walivyokuwa nafanya kwa wachezaji wa timu zingine, mara kunyanganyana mataulo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo moroko anatakiwa ajifunze, yaani ambacho kilifanyika katika michuano ya AFCON hakina afya kwa soka